Ikasta Yesu Amen. Nataka ni wambie wapendwa, hii dunia kuna wafalme wengi, lakini nakuuliza wewe mfalme wako ni nani? Kwa hii dunia ambayo tunaishi, wakati mwingi mwingine kiburi ndio mfalme. Unajua wasapot wanapenda kuwapa kwa ukoo yake apoe <laughs> kapunjosa jemage kwese yani Watu wenye hawachokozi watu, ukichokoza yeye anakupiga ngumi <laughs> wengine ambao wanaishi dunia hii, pombe ndiyo mfalme wao mm -hmm. Wengine kwenda kwa waganga ndio mfalme wao, lakini leo nataka nikuambie kwa dakika moja, tunaye mfalme wa kweli, jina lake ni Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mathayo nane mstari wa kwanza hadi wa nne ni vifungu vinne peke yake. Yesu akashuka kutoka mlimani kama mfalme na akamwendea mtu mwenye ukoma. Jambo la kwanza, mfalme wetu Yesu ni yule ambaye anashuka na kutukujia sisi wote. Hata leo amekujia kijiji cha upendo. Amen. Tena upendo imeitwa kwa upendo wa Yesu Kristo. Nataka nikwambie anakujia watu wote. Mwenye yako juu, mwenye ako chini. Mm. Mwenye yako naye, mwenye ana Yesu anakujia wote, anakujia vijana. Naambia, siku hizi vijana, betting ndio imekuwa mfalme mm. na hawa kama wanafanya <laughs> kuekeza <laughs> iko kijana mwingine aliwekeza school fees yake yote okay. na mwisho kajinyonga mm. na iko wengine wanawekeza mpaka mshahara anaingia kwa teni mm-hmm. Lakini mm, hata wamama siku hizi wanajua